Amen. Amen. Amen. Leo ni siku nyingine ya ibada kama siku nyingine ambavyo tumekuwa na ibada. Jumapili mimi nilihubiri, nilitegemea leo ahubiri mtu mwingine kwa sababu mimi huwa spend pia kuhubiri kila siku. Wakati mwingine wananipanga mimi, nastuka, na nimetoa ruhusa ya kuwa wananipanga makatibu. Ukiona nimesimama, ndio wameniambia nisimame. Ni tofauti na wachungaji wengine, ndio wanakuwa wasemaji, lakini mimi mara nyingi napenda kuona katibu anatoa ruhusa mimi kuhubiri, na hiyo inanilinda pia kuanza kuona mimi si zaidi sana kuliko wengine na kwa kawaida leo alitakiwa asimame mama mwenyekiti au moja ya wanawake, kwa sababu ni siku yao. Lakini waliniomba nisimame, na mimi kwa heshima hiyo mlioniomba kusimama, naomba niseme nimepokea heshima hiyo mlionipa. Ninaomba nisimame kwa niaba yenu, sio kwamba ninyi hamna kitu cha kusema. Na mimi ninachoamini naamini Mungu tabia yake anainua kitu kinyonge kukifanya kuwa kitu chenye faida ili ajitwalie uchukufu yeye. Kwa hiyo kusimama kwangu isije kaonyesha kwamba mimi nina majibu ya hayo isipokuwa Yesu pekee ndiye ana majibu katika hayo ambayo sisi tunajiuliza wote. Bwana asifiwe. Na kwa ukweli tu niombe mashemasi waombe watu waje ndani. Tusiwe na mawazo sana. Uh, tutulie kidogo tujifunze. Mida mingi tumekuwa tukiwa na ibada tunafundisha vitu kadha wa kadha. Leo nimejisikia sana kufundisha mambo mengine ambayo sijajua kama tangu mwaka jana nimefundisha ya ibadani. Leo nina mambo mapya, na mimi mwenyewe ninaamini ni mapya kwako. Hebu angalia katika dayale yako, ukiona hili somo nikumbushe kwamba uliliona wapi. Sasa leo nina somo zuri, sema amina. Naomba wa baba mnisikilize kidogo, linasema faida ya kuwa na mwanamke nyumbani. Hebu kumbuka mwaka jana nilifundisha wapi? Hilo hilo somo na hata mwaka huu leo tu, faida ya kuwa na mwanamke nyumbani. Na wewe, tunaposema faida ya kuwa na mwanamke nyumbani, jua uanze kwenda ku, upande wa pili, faida ya mimi kuwa mwanamke kwenye familia ya huyo baba, ni mambo mambi, mawili. Nikisema faida ya kuwa na mwanamke, na mwanaume naye anasoma faida ya kuwa mimi mwanamke ni ipi? Na wewe binti wewe ni binti mtarajiwa wa kuwa mwanamke, si ndio? Nataka tuzikusia hizo faida, faida ya kuwa mwanamke katika familia au katika nyumba ya jamaa fulani, iko faida gani? Mmewahi kujua kuna faida wa baba? Mmeziona faida za wanawake? Nani mwanaume anaweza kanipa faida ya mwanamke anayoiona ambayo amewahi kuiona? Anyosha mkono, anasema kwa kweli, mimi kuwa na mwanamke nimeona faida he. Baba Eriki, Baba Eriki wewe utakuwa namba moja, na wewe namba mbili, chukua maiki leo, tunafundishana mnipe faida na, na, na, na, na, na, na, na, na kiho, nipate watu watatu na watu watatu huku